Ni kauli ya mchungaji kiongozi wa kanisa la Moravian ushirika wa Iringa Road Dodoma Daniel Masine wakati wa ibada ya sikukuu ya wanaume ushirikani hapo ambapo amedai kuwa wanaume ni nguzo ya familia, kanisa na taifa ambaye anapaswa kuwa mfano katika jamii. Naomba msimame imara, jambo la kwanza. Kisha we uliye baba, simamia vizuri familia yako usitelekeze familia maana, kuna wababa wako hapa nawabia na wamama na hapa lakini, ukiangalia historia yao na maisha yao kiundani, utakuta kwamba hawaishi vizuri na wake zao. Na wewe kazi yako ni kumpenda, ni kumpenda mke wako na familia, na ndio maana tunasema kwamba wewe ni nguzo ya familia, lakini pia nguzo ya kanisa, lakini pia nguzo ya taifa. Ukumbuke hilo jambo, usije ukasahau. Tukijifunza kwa watumishi waliofanikiwa, mtumishi wa Mungu Yoshua alipoagizwa na Mungu ile Yoshua sura ya kwanza moja hadi tisa kwamba Yoshua, nakuomba uende sawasawa na sheria yangu, uwe kama vile mtumishi wa Musa, sitakukwacha, nitakubariki. Kwa hiyo, wanaume ni watu wa maamuzi. Naomba kila baba yuko mahali hapa emesimama vyema Napoongea na Wakristo na wa Iringarodi wa wanaume naongea na, na Watanzania pia kwamba baba, baba ipende familia yako lipende kanisa lako lakini pia lipenda nchi yako. Roma Mtawa ni mwenyekiti wa idara ya wanaume ushirika huo wa Iringa Rodi, Dodoma, anaeleza lengo la sikukuu hiyo pamoja na changamoto ya wanaume ya kutoshiriki kikamilifu ibada za katikati ya wiki na Jumapili. Tumekuwa na wajibu na ni wajibu ambao aondi wake Mungu. Mungu yeye mwenyewe aliagiza kwamba mwanaume ni, mwana ni kichwa cha, cha familia. Kwa hiyo tunaimizana kutumikia familia, tunaimizana, tunaimizana kukomboa familia ili tuweze kufikia malengo malengo ya familia malengo ya kanisa na malengo ya taifa kwa ujumla. Karibu. Lakini pia wanaume wengi wamekuwa na changamoto ya za kiutumishi, kwa sababu waamini hapa ni watumishi wa umma, wakati wako nje ya mkoa kwa ajili ya shughuli za hapa na pale za usimamizi wa miradi. Wakristo akiwemo mhubiri wa neno la Mungu Aroni Ulaya, wa mama wa kanisa hilo wametumia fursa hiyo kuwatia moyo na kuwasihi wanaume kusimama katika nafasi zao ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Wokovu wa chovya chovya, yani wokovu wa kila Jumapili una nafasi, lakini wejisemina, yani umeokoka lakini unakula masanga kidogo, baba. Umeokoka lakini mwizi mwizi, acha mambo hayo baba. Ni nguzo ya familia na ni nguzo ya kanisa na taifa kwa ujumla, kwa hiyo kuna umuhimu sana wa wanawake kuwaheshimu wakina baba na kuwaombea katika kazi zao majukumu yao mbalimbali, wakiwa kama nguzo ya familia. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya sikukuu ya kina baba katika kanisa letu la Moravian. baba ni nguzo ya familia. baba akishik, baba akiwa ameelewa vizuri neno la Mungu, na familia itasonga mbele. Na vilevile vile, wanaume tunazidi kuwatia moyo, kwa hiyo tunapenda kuambia wanaume waangalie sana watunze familia zao na kujibidisha zaidi kumjua Mungu zaidi, make mambo yote yatafanikiwa, make ukimjua Mungu kila kitu kitafanikiwa, make baba atambue familia, baba amtambue Mungu na sisi, na mama naye atafata na watoto nao watafata, kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka inayostahili mbele za Mungu. Hata hivyo, katika kutatua changamoto ya wanaume ya kutohudhuria ibada, idara inaendelea kutoa elimu na kuhamasisha wanaume kupitia majukwaa mbalimbali ikiwemo mikutano na mitandao ya kijamii kutambua umuhimu wa kumtumikia Mungu ikiwemo kutimiza wajibu wao katika familia.